Mm -hmm. Eh, si ni kikundi cha maendeleo mm -hmm. kwanza Bambi hicho ambacho ndicho tunachokijali, na sasa hivi tuna ufugaji wa ng'ombe, tumepata mkopo TDB mm -hmm. ng'ombe kumi na tisa, na kuna ng'ombe wengine ambao kama unavyowaona wetu binafsi. Kwa hiyo wote wa kwetu h wote wa kwetu wote si wa, o, wa, wa? S -s mkopo wengine wa eh, kwe, eh, tulianza wenyewe baadaye mm. tukafanya hivyo kwa wa mkopo, sasa, ng'ombe wa mkopo sasa hivi tunao ng'ombe kumi na tisa kutoka TDB, na bado kwamba tuna baadhi ya mambo ambayo kidogo tunayaomba kiupande wako wewe mm -hmm. waziri ikiwemo kwamba mpaka sasa hivi katika sekta ya maeneo mm -hmm. ya malisho kidogo yana shida kiupande wetu kwao, tulikuwa tunaomba kwamba tupatiwe hekari tano tulime mazao yaani vyakula pamoja na majani, ikiwemo kama mahindi mm -hmm. na ikiwemo kwamba tupatiwe baadhi ya mashine, kwa sababu sasa hivi tayari tuna maziwa asilimia kubwa, lakini cha kushangaza maana si kusema ukweli si cha aibu, tunahifadhia kwenye sehemu ambazo sio salama. si salama sana haya ubiasha, yeah. yeah. Una kituo cha kusarifu maziwa kule Kizimbani. mm -hmm. Una collection point katika maeneo mbalimbali. mm -hmm. mpapa nani, mpapa ipo collection point, haya mm -hmm. Jambo la kwanza ambalo mimi nimeliona, mm -hmm. mabanda yao hayafai kwa ajili ya kufugia, mm -hmm. ng'ombe wa, maa, wa hawa hayo mabanda hayafai, mm -hmm. kwa sababu hapa kidogo hapa kuna sio juu hapa kuna ng'ombe, ng'ombe wawili hapa mm -hmm. kuna ng'ombe wawili lakini hawa ng'ombe wanalalia mbolea, ndio mm -hmm. maana ng'ombe wote wachafu hapa. Litakiwa kila ng'ombe awekwe katika banda lake, banda lake na banda hili linakuwa kama mwana wa ndani. Ufugaji mzuri utanisame, ni mwana sheria, ufugaji mzuri unatakiwa kila ng'ombe akae kwenye banda lake mwenyewe, mfano wa mwana wa ndani ili akilala sasa asipate kugeuka hivi akigeuka, ana anaachia kinyesi katika eneo lake analolala, alale ile sehemu ya kutolea kinyesi ibaki kwenye msingi, ili aweze kujisaidia kule. Akijisaidia kule, ng'ombe zote anakuwa msafi, kiwele kinakuwa kiko safi, ng'ombe mwenyewe anakuwa yuko safi. Kwa hiyo tutengeneze mazingira ya kwamba huyu ng'ombe kila eneo moja ataingia ng'ombe mmoja. Hii sehemu inaingia ng'ombe wawili Hivi vivyo alivyo. Lakini akilala anajinyoosha, kichwa analeta huku anakokula. Kiuno anaika kule. Kwa hiyo akijisaidia hiyo mbolea inaanguka kule kwenye msingi. Kwenye msingi kama vile alivyo, yes. Kama vile. Lakini huyu ana uwezo wa kulala huku. Akilala vertical, maana yake atajigaragarisha kile ambacho amejisaidia. Kwa hiyo hapa lazima kuwe na demarcation. Lakini jingine ambalo naliona malisho pia sio mazuri. Haya malisho haya hmm. Yenyewe ni ku yana, yana, yanaweza yatengenezwe. Mkurugenzi, tafuta budget ya watu wawili, tutawapeleka Arusha. Iko sehemu nzuri wanaweza kupata darasa ya namna ya namna ya kuhandle hawa hawa ng'ombe. Ukienda unam, yule mtu ana ng'ombe zaidi ya ishirini na tano katika zizi lakini hakuna ng'ombe mchafu hata mmoja anakula, anafanya shughuli zake, bado anaendelea msa. kuwa msafi. Jingine, hatuna hekari tano hapa za kuwapa maeneo hapa hapa karibu? Basi tuwape hekari tano. Tunakupa hekari tano kwa masharti kilichopo katika eneo letu ukishughulikie, ili wewe uweze kupata majani na sisi tuweze kufanya shughuli zetu. Wenzenu wamepewa pale wanalima sana. Tungule na, simeona sasa hivi tunaondoka hapa kwenda kutafuta maji. Sasa, kisima kile kifanye kazi, na ikibidi, ikibidi, tuongeze kisima kingine, ili nyinyi mweze kufanya shughuli zenu za kupanda majani saan, kwa ajili ya ng'ombe wenu na saan, kilimo kitakacho kitakachokuwepo pale kiweze kukuwa vizuri nah. Kwa hiyo mkurugenzi nah, watafutie hekari tano hmm. Biasha, watafutie namna ya kupata mbegu nah, mbegu sipo hmm, wapewe ili waweze kuendelea na shughuli zao.